Jeshi la polisi wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro limewakamata watu 38 katika wilaya hiyo kwa tuhuma za wizi wa nyanya, uh, nyaya za umeme za shirika la ugavi wa umeme Tanzania TANESCO zenye urefu wa mita 2645 na thamani yake ikikadiriwa kuwa ni zaidi ya shilingi 151 milioni, wizi ambao ulifanyika katika maeneo tofauti kuanzia mwezi Septemba hadi Disemba mwaka huu. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti kutoka Mwanga mkoani Kilimanjaro menyeja ya Tanesco wilaya ya Mwanga Renhili Malinjanga amesema vitendo hivyo vya wizi vilikuwa vikilenga miundombinu wa umeme ikiwemo na nyaya za shaba na kwamba waliamua kuunda kikosi kazi ambacho kiliweza kufanikisha kukamatwa kwa watu hao pamoja na pikipiki ishirini zinazodaiwa kutumika katika wizi huo. Kwa hiyo hili zoezi ni endelevu na litaendelea kwa, kwa sababu mpaka leo hii asala tuliyopata Tanesco ni karibu milionib na waya tuliopoteza ni karibu mita 2645 kwa hiyo, kwa ujumla zoezi so hili linasema litaendelea, na nashukuru uongozi wa mkoa kwa kukaribisha sana na sisi pamoja na wilaya pia. Nikiripoti kiripoti kutoka wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro, mimi ni Tadei Masawe kwa Channel 10.